Hujambo mwanafunzi na karibu katika kipindi cha leo. Tunaenda kuangalia tofauti kati ya kuchanganya ndimi au msimbo na kubadilisha ndimi. Tutaanza kwa kuchanganya ndimi. Tunaambiwa kwamba ni hali ya kutumia zaidi ya lugha moja katika mawasiliano. Uh, matumizi, matumizi haya hujikita katika sentensi moja ambapo mzungumzaji anatoka kidogo katika lugha moja na kuingia katika lugha nyingine kisha akarejea lugha ya awali. Nitaeleza zaidi kwa kutolea mfano. Tunaambiwa kuchanganya ndimi ni wakati ambapo mzungumzaji anatumia zaidi ya lugha moja, na nisharti iwe katika sentensi moja. Usipoandika katika sentensi moja, huenda ukakosea. Uh, mfano katika sentensi, leo jioni I will go sokoni kununua ndizi. Leo jioni ni Kiswahili, I will go ni kizungu sokoni kununua ndizi ni Kiswahili. Kwa hivyo utagundua kwamba hiyo sentenzi ni moja, nilianza kwa lugha ya Kiswahili, nikaenda katika lugha ya Kiingereza kisha nikarudi katika lugha ya Kiswahili. Hiyo ndiyo tunaita kuchanganya ndimi au kuchanganya msimbo au kuchanganya lugha. Tuangalie kuhamisha ndimi au kuhamisha msimbo au kuhamisha lugha. Ni kubadilisha mkondo wa mazungumzo kutoka lugha moja hadi nyingine ambapo msemaji anaumilisi wa zaidi ya lugha mbili. Sasa katika kubadilisha ni wakati ambapo mzungumzaji anaanza sentenzi na ni sharti pia iwe katika sentenzi moja, unaanza sentenzi katika lugha ya kwanza, kisha unabadilisha katika lugha ya pili, ah, katika sentenzi moja. Katika kuhamisha au kubadilisha, mzungumzaji harejei tena katika lugha ya kwanza. Kwa mfano, leo jioni I will go to the market to buy bananas. Leo jioni, I will go to the market to buy bananas. Kwa hivyo nilianza kwa lugha ya Kiswahili, nikabadilisha nikaenda katika lugha ya Kiingereza. Kwa hivyo sikurejea katika lugha ya Kiswahili. Natumai tunaelewana. Na uende tuna ukaulizwa katika mtihani, tofautisha kati ya kuchanganya ndimi na kubadilisha ndimi au kuchanganya msimbo na kuhamisha msimbo, mambo kama hayo. Natumai tumeelewa uh, tusonge. Ningependa tuangalie uh, sababu za kuchanganya au kuhamisha ndimi au msimbo katika mazungumzo. Uh, sababu ya kwanza tunaambiwa ni kupungukiwa kwa msamiati wa kutumia. Pengine mzungumzaji hana msamiati wa kutumia katika lugha ya Kiingereza, na anafahamu huo msamiati katika lugha ya Kiswahili itambidi achanganye au abadilishe. Pili, tunaambiwa ili kujitambulisha na kundi fulani la watu, kwa mfano waliosoma. Iwapo uh, ulikuwa unazungumza katika lugha ya Kiswahili, kwa mfano, watu watajuaje iwapo umesoma kama hautabadilisha au hautachanganya na kutumia msamiati katika lugha ya Kiingereza? Tatu, kujihusisha na lugha inayoonewa fahari. Natumai kwamba umesoma hadi ya lugha kwamba katika jamii kuna lugha ambayo inaonewa fahari kuliko lugha nyingine. Kwa hivyo wazungumzaji hubadilisha au huchanganya msimbo ili kujihusisha na lugha ambayo inaonewa fahari, lugha iliyo na hadhi kuliko nyingine katika jamii. Nne, ili kutaka kuonyesha kuwa una uwezo wa kutumia lugha mbili au zaidi. Hoja ya tano, ili kutaka kufafanua dhana fulani. Kwa mfano, ulikuwa unazungumza katika lugha ya Kiswahili na pengine haujui namna ambavyo utaweza kueleza hali fulani katika lugha ya Kiswahili, lakini unajua namna ambavyo utaeleza hali hiyo katika lugha ya Kiingereza na unakifahamu Kiingereza, basi takubidi utumie lugha ya Kiingereza ili kufafanua dhana hiyo ili uweze kueleweka zaidi. Hoja ya sita ni kwamba uwezekano wa lugha moja kuwa na hadhi kuliko lugha nyingine, hivyo kujinasibisha na hadhi hiyo. Hoja ya saba, kuonyesha hisia mbalimbali kama vile hasira au furaha. Wakati mwingine utapata mtu anapokuwa na hasira ata ataonyesha kwamba ana hasira, pengine anapozungumza katika lugha ya Kiingereza. Hoja ya nane, tunaambiwa ili kujitambulisha katika kundi linalotumia linalotumia lugha fulani. Tisa, ili kujieleza rahisi au kwa wazi, au kupunguza urasmi katika mawasiliano. Kumbuka hii ni isimu jamii. Na hoja ya kumi, kuonyesha madoido katika uzungumzaji. Kumi na moja, kuzingatia tafsida. Utakumbuka kwamba kuna baadhi ya maneno ambayo hauwezi ukayatamka moja kwa moja namna yalivyo katika lugha fulani. Pengine iwapo utayatamka katika lugha nyingine huenda yakapunguza makali. Na hoja ya kumi na mbili tunaambiwa kubadilika kwa mada au maudhui, na mwisho ili kubana siri fulani kwa watu wengine katika mawasiliano. Natumai tumeelewa. Kwa hivyo hakikisha unaelewa tofauti kati ya kuchanganya ndimi na kubadilisha ndimi na uweze kueleza sababu za kuchanganya na kubadilisha ndimi au msimbo katika mazungumzo. Na iwapo mtaini ametumia neno eleza, hakikisha kwamba umetaja hoja, ukaifafanua au ukaieleza na ikiwezekana utolee mfano. Akisema eleza au fafanua na wewe utaje hoja peke yake bila kutolea maelezo, hakuna haja, hakuna alama ambayo utapata. Samahani. Aa, katika kipindi kingine tutaangalia la haja. Kwa hivyo ningependa pengine usubscribe, share, na iwapo kuna swali uliza katika comment section utajibiwa. Asante na kwa heri kwa, kwa, heri kwa sasa.